Katika dunia ambayo kila mtu anatarajiwa kufuata mkondo wa taaluma yake, kuna wachache wanaoamua kuvunja mipaka, wakiwa na maono ya kuona fursa ambapo wengine huona ukuta. Leo na kukutanisha na kijana ambaye licha ya kusomea sayansi ya kemia, ameiona fursa chini ya jua, na si kwa maabara, bali kwenye maegesho ya magari, yaani kutoka kwenye majaribio ya maabara hadi uundaji wa vivuli vya magari karibu kwenye kipindi hiki, ambapo leo tunaangazia safari ya kijana huyu ambaye hakusubiri ajira, bali aliamua kujiunda upya na kubuni kitu kinachogusa maisha ya wengi. Nchi yetu kidogo ishu ya ajira imekuwa changamoto, lakini haiwezi kupelekea vijana tutashindwa kutafuta fursa ambazo zinaweza zikatufanya tutakuwa kwenye maendeleo. Kwa hiyo ni baada ya kumaliza chuo, kutokana na uhaba wa ajira kajaribu kupambana sana, tumia elimu tuliyosoma kidogo, tukashindwa kupata kazi. Kwa hiyo ikawa fursa ya sisi kutafuta alternative kwa njia nyingine, njia, njia mbadala ambayo inaweza kufanya mtu apata kipato. Kwa hiyo baada ya mimi kumaliza chuo kuhangaika kuona ishu ya ajira imekuwa changamoto, kwanza kabisa, kabla wasijafikia kwenye ishu ya kutengeneza parking za magari, nilijishughulisha na ishu ya kutengeneza sabuni. Sabuni za maji ama sabuni za, sabuni za maji, sabuni za magadi, sabuni za vipande za kawaida, zote hizo tunatengeneza. Sababu mimi by profession kutokana na kuwa ni mkemia kwa hiyo vitu kwangu ilikuwa sio changamoto. Kisha changamoto kubwa ilikuwa namna upatikanaji wa material. Lakini nakumbuka wakati nasoma kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anakaa Kiela. Sasa Kiela kule kuna mafuta yale ya mawese. Kwa hiyo mafuta ya mawese yale nikawa natumia hydrogen peroxide kuyaunguza ili niweze kutoa ile rangi ya, ya njanonjano mm, ili kutengeneza sabuni sa. Na bado ikagoma? Hapana, haikugoma ila niliendelea kutengeneza. Of course nilikuwa napata kiela kidogo ambacho kilikuwa kinasaidia, lakini kwa sababu nilikuwa na ndoto za kuwa, kuwa, za kuwa mkubwa zaidi, pale ambapo nilikuwa nahisi nipo, ikawa fursa a mimi kugrow zaidi. Kwa hiyo baada ya hapo, kuna mtu ambaye alikuwa na kampuni alikuwa anafanya kazi za interior design kwao ni kawaida, natembea naye kwenda site yake kama kumsaidia. Acha sasa utengenezaji wa sabuni, bado naendelea kutengeneza, lakini bado pia naenda na site na mtu wamtilia design. Kwa hiyo kwa fursa ya mimi wakati umeenda kufanya kazi, nikawa naangalia mazingira ya pale, sehemu za nyumba za watu nanambona no, gari zao wameweka sehemu ambayo ipo wazi, inapigwa na jua

kuanza kufikiria namna ya upatikanaji wa matairi ambayo zinaweza zikafunika parking ya gari isiweze kuharibiwa. Kuna application moja ipo mtandaoni inaitwa Pinterest. Pinterest yes, yes. Naifahamu. Pinterest ile ina vitu vingi sana ambavyo watu wanakuwa wanafanya, watu wa nje kwa repost. Kwa hiyo, fursa mimi kuingia Pinterest kuangalia namna ya wao wanavyotengeneza parking zao, then ni transform idea kutoka Pinterest kuja kwenye uhalisia wa kawaida ambao naweza nikatengeneza kitu kwa Tanzania. Kwa hiyo baada ya mimi kujifunza sana Pinterest, nakumbuka nikapata idia ya kutengeneza paking, lakini changamoto kubwa inakuja mtu kukuamini kuweza kukupa kazi. ulikuwa nazo za watu wenye magari kwamba inaweza ikawa rahisi kuwafikia? Hapana, sikuwa na connection, ila ni ishu tu ya ambayo tulikuwa tunafanya kwamba tunawatafuta watu tunawaelezea idia yetu, then namna ambayo tunaweza tukafanya ili kazi, watu wanakuamini, wanakuambia ngoja tujaribu, anakupa hela kidogo, kwa hiyo wewe inabidi utafute namna ambayo kupitia ile hela yake kidogo unaweza kufanya kitu kikaonekana, ili kesho na kesho kutwa kikupe thamani. Kwa hiyo baada ya kujaribu kufanya kazi na watu wawili watatu kadhaa, Mungu akasaidia, project kawa imetiki wakaamelewa kitu walichokifanya, ndio ikawa fursa kwetu kuendeleza idea kutoka pale kufikia mpaka hapa. kitu kitu mtandaoni, kumbuka ni katika uhalisia. Matarajio uh, uliyokuwa nayo yalitoka kama ambavyo ulikuwa umewaza? Mara ya kwanza matarajio hayakuwa kama vile tulivyofikiria, na ile ilitokana na kuwa kwamba hatukuwa na experience ya ja kile kitu ambacho tunakifanya, lakini pamoja na kuwa tulitengeneza kitu ambacho hakikuwa kizuri kama vile tulivyokuwa tunategemea na mteja alivyokuwa anategemea, haikuwa sababu ya sisi kukata tamaa, tulilazimika kuendelea kujaribu, kujaribu mpaka kila kitu kienda vizuri of. Kwa hiyo ni fursa ambayo pia kwa vijana naweza nikawashauri, kitendo cha kutengeneza kitu ukaferi au kuanzisha idea yoyote, projekt yoyote ukafeli, sio sababu yayokata tamaa. Ni lazima mtu hakikishe unajaribu, unajaribu hene utaachivu kufikia malengo yako. Malighafi ndio uti wa mgongo wa kila kazi ya kiufundi kwa kijana huyu, huhakikisha kazi inakwenda salama na kwa ubora unaotakiwa na ni lazima apate vifaa vyenye viwango vya kimataifa. Kwa sasa hupata aina tofauti tofauti ya malighafi kutoka nje ya nchi ikiwa ni pamoja na vivuli maalum vyenye mifumo ya kuzuia joto na vifaa vya kuunganisha matirio. Kiuhalisia, kwa upande wetu tunategemea matirio ambazo zinatoka South Africa, zinatoka India na zinazotoka China. Kwa hiyo, kwanza, mara ya kwanza tulikuwa hatuwezi kujua kwamba hii matirio ni ya wapi, kwa sababu mteja anahitaji umwelekezi, kama mfano matirio imetoka South Africa, inakuwa rahisi kwake kama anaweza akaelewa kama anatoka India anaweza kaelewa, kama anatoka China anaweza kaelewa, kwa sababu kila mtu anapata perception yake yeye namna ya kutambua material ambayo kwake anahisi inaweza kuwa bora. Lakini sisi kwa mwanzo pia tulikuwa sio nyenye tujui, kwa hiyo kitu ambacho tulikuwa tunajaribu kuangalia kwanza, tuone tunawezaje kujua hii material, ukiona ujue ni ya nchi fani, na hii ukiona ujue ni ya aina gani, kwa sababu namna watengenezaji pia parking za magari kwenye hizi material kuna ambazo ni 90%. 90% ni asilimia 90, maana yake anaweza kuzuia jua kwa asilimia mia, lakini ikazuia mvua kwa asilimia tisini. Alafu kuna 100 pasenti, 100 pasenti inazuia jua kwa asilimia mia na mvua kwa asilimia mia, lakini changamoto ni moja. Na 100 pasenti ambayo inazuia mvua asilimia mia na jua asilimia mia, changamoto yake ni moja, ukanda uka wetu haiwezi kudumu, kwa sababu ndani yake kuna nairon. Kwa hiyo kutokana na joto inakuwa inawai kuharibika tofauti na 90. Hizi 100 pasenti zimetengenezwa kwa ajili ya nchi ambazo zina barafu barafu ikidondoka ikidondokea sehemu ya gari ili rangi ya gari inakuwa kama kama mapovu hivi. Kwa hiyo ulivoweza kutambua namna tofauti wa hizo material, pia kwetu ikawa inatusaidia hata namna ambazo unaweza kuji express kwa mteja, kwa ukamweleza kwamba labda material hii na changamoto eh, hizi na material hii na changamoto hizi. Kwa hiyo unalazimika kuingia mtandaoni uweze kusoma. Kwa hiyo ishetu ilikuwa haihusishi mtu na mtu, ni akili yako wewe na knowledge. kwa ni lazima usome ili uweze kujua utofauti wa hivi vitu, then utajua namna ambayo unaweza ukamwelezea mteja hmm. Ilikuwa ni lazima tusome ili tuweze kumwelezea mteja, lakini mteja pia kumwelekeza kitu kilichotoka kusoma sio rahisi, anahitaji anahitaji kusikia hiki kitu kwa mtu ambaye anakifanya. Kwa hiyo nashukuru Mungu waliweza kuelewa. Nataka kufahamu kazi yako ya kwanza ilikuwaje? Kazi yangu ya kwanza kiukweli nakumbuka tulikuwa tumekubaliana na mteja tulikuwa tunamtengenezea parking ya gari mbili. Kwa eneo gani hayo? Hiyo ilikuwa Tangi Bovu, njia kama unaelekea Tegeta. Okay. Na nakumbuka ile kazi tulikubaliana kwa gari mbili lakini tulikuwa hatujajua gari mbili zinachukua kipimo gani. Okay. Kwa hiyo cha kwanza tulitengeneza parking kwa ndogo, kiwa na maana ya upana na pia ilikuwa fupi nikiwa na maana ya ya hate. Lakini tunachoshukuru Mungu, mteja aliweza kutuelewa kwa sababu yeye pia hakuwa na idea kama tuliona. Lakini kupitia ile tuliweza kujifunza kwamba packing nazo katengeneza kwa vipimo vipi, kwa hate, kwa upana. Kweli ilitusaidia, tulikosea, lakini ilitusaidia kwa namna fulani. Kwa maana hiyo, uh, eneo la packing pia linategemea upana ulionao, uh, pamoja na urefu wa kwenda juu, si ndio? Yes, yani cha kwanza ambacho unahitaji kujua kwa mm. mfano mteja akihitaji kazi inabidi ujue anahitaji parking ya gari ngapi. Kishajua anahitaji parking ya gari ngapi, ni lazima wewe uende sehemu husika mm. na kitu kinaitwa site visit. Uta visit site kwake kwa, kwa, kwa mm. ajili ya kuangalia. Mtu anaweza akakwambia anahitaji parking ya gari tatu, kumbe kwake hiyo nyumba hajawahi kuingiza na gari, ila ana expect kuwa na, na gari tatu lakini sehemu ambayo mtu alimfanyia aliymfanyia kamikia sehemu ya gari ya gari moja. Kwa hiyo wewe ni lazima uende sehemu husika uweze ukafanya site visit, ujue tofauti wa maeneo, sababu kama parking ya gari moja ni mita tatu, gari mbili ni mita sita, gari tatu ni mita nane mpaka tisa, na nne inaanzia kumi mpaka kumi na moja. Cha kwanza lazima ufahamu kipimo cha pili, ujue yeye anahitaji pakin ya aina gani, kwa sababu kama yeye atakuwa anahitaji pakin ambayo ni inazuia jua na mvua, wewe sasa ni jukumu lako, kama mtoa huduma umwelekeze, aweke pakin gani ambayo itakuwa bora kwake. Hiyo inakuwa kwa sababu moja. Nikaelezea kitu cha tofauti kidogo, watu wengi wanasafiri kwenda nje. Akienda nje, mfano nchi ambazo zinadondosha barafu, anakuta kuna pakin ambayo ni mentality yake na jukumu la kwanza kumuelewesha ajue utofauti wa eneo ambalo alikuwepo na eneo ambalo yeye yuko. Kwa hiyo tabidi umpe elimu kwamba kuna faida gani kuweka parking ambayo haipitishi jua na mvua na kuna faida gani kuweka parking ambayo inapitisha mvua lakini jua tunaweza likapita kwa sababu sehemu yenye joto kali, ukiweka kitu ambacho hakina nafasi ya kupitisha hewa ni rahisi kutengeneza joto joto kali. Kwa hiyo, kwa ukanda wetu tunashauri mtu atengeneze parking ambayo inazuia jua kwa asilimia mia, lakini inazuia mvua kwa asilimia tisini, kwa sababu kunakuwa na matunda ambayo yanakuwa yanasaidia mchana, muda wa joto kali, ile sehemu inakuwa inapumua. Kwa hicho ni kitu ambacho inabidi mteja kwanza aweze kuelewa. Ataelewaje? Sasa ni jukumu la mtoa huduma uweze kumpa hiyo ambao wanaelewa wapo, wateja ambao pia hawaelewi, lakini sisi jukumu letu tumeshamwelekeza mteja, tumempa elimu, tumemwelekeza na effect ambazo zinakuja kutokea baada ya yeye endapo ata ignore ushauri ambao tumempa. Tuje katika vifaa ama malighafi ambazo zinatumika katika utengenezaji wa vivuli hivi, vinahitajika vitu gani vya msingi? Hizi kama unazoona hapa, hizi ni alcobond alkobondi hizi sisi kwanza tunazinunua zikiwa plain hazijachongwa. Kwa hiyo sisi tunachofanya, tuna design mchoro ambao tunahisi kwa muda huo sokoni utakuwa unapendwa, tunaenda tunauchora kwenye kompyuta. Ukishachora kwenye kompyuta, una transfer, tunachukua vipimo vya vile vinatoka kwenye alkobondi, una vipimo ambavyo umechora kwenye kompyuta, unaviweka kwenye alkobondi, ambao piece ya sheet kama ile husika, then unaikata na mashine inaitwa CNC kwa baada ya kukatwa, wewe sasa naipeleka sokoni. Kwa hiyo matili ambayo tunatumia kwenye parking, cha kwanza kabisa ni chuma ambazo ni bomba hizi black pipe ambazo ni za round na kuna square pipe. Cha pili alucobond hizi tunazitumia kama urembo. Cha tatu tunatumia angle line. Angle line zinatumika kama hendo kwa ajili ya kuweza kushikilia hizi alucobond. Cha tatu ni flat bar. Hiyo tunazitumia cha nne kuna shed net zenyewe ambazo ni ile tubai kwa ajili ya kufunika sehemu ya kusika ya kivuli ile itengeneza hmm. Cha tano ni galvanized wire rope. Galvanized wire rope ni kwa ajili ya kufunga ile shed yako isiweze kuzuliwa hata na upepo. Hata uje upepo mkubwa kiasi gani, hauwezi kutoka, lakini pia galvanized wire rope ni nzuri kwa sababu zenyewe zina ni galvanized haziwezi kuathirika na, na kutu kwa muda mfupi, alafu kuna kitu kinaitwa pedro ambazo tunazitumia tuna hivi vyote vipo hapa, tutakuonyesha So, so, like, hizi is, zinafungwa ni kama urembo kwenye packing. Mfano, kuna packing ambayo inakuwa imekaa kama shape ya Y, mm, au V. kuna sehemu ya, ya ile design ya V kwa ile sehemu tunaikava na decoration ya alcobond kama hii, au kama mtu anaweza kataka urembo tofauti na huu hapa pia, hii ni decoration nzuri, na hizi pia uzuri hata kwenye jua haziathiriki Mchakato wa utengenezaji, cha kwanza unaanzia matirio kwenda kununua dukani. mm -hmm. sisi m upatikanaji pia ni rahisi. upatikanaji wa matirio ni rahisi, sio mgumu, lakini ugumu unakuja namna ya kutengeneza shepu ambazo wewe utakuwa unazitumia. Kuna mashine inaitwa pipe bender, hydraulic pipe bender, ipo hapa, wataweza kuiona. mm -hmm. hii ni kwa ajili ya kufanya bending ya shepu ya wewe ya kevu yoyote utakayohitaji kwa hiyo utanunua bomba ikiwa plain, imenyooka ni mpya, wewe ndo utaweza kudesign shape ambayo unaitaka, au mteja labda anataka shape ambayo yeye anahisi kwake itakuwa nzuri, wewe unambendia design yoyote unayotaka. Kwa hiyo upatikanaji wa material sio mgumu kwa sasa hivi, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo sisi wenyewe tunazo tunaviagiza kutoka nje. Kwa hiyo kwa eneo kama hii ya karakana, ina maana vitu gani ambavyo vinafanyika hapa na vitu vipi ambavyo vinafanyika site? Eneo la karakana, cha kwanza tunachofanya sisi hapa ni kwa ajili ya kufanya bending mm. tunafanya bending kwa sababu huwezi ukawa unabeba mashine kuisafirisha kwenda saiti kwa mteja. tafanyaasabauueika nabebamashinkusafsaama Sisi cha kwanza tunachofanya tunanunua matirio, tunazoleta ofisini, tunazifanyia bending, au kama mteja eneo lake kidogo linakuwa na complication linahitaji kazi ambazo hazihitaji kelele, maanake ishu ya kukata kila shape ya design ambayo itatumika pale tutaikatia ofisini, then tukifika pale imekuwa ni ishu ya kuunganisha tu jointi na kuweza kuchomelea basi tunakuwa tunamaliza, lakini ofisini bendi ndio tunafanyia hapa kwasababu mashine hatuwezi kusafirisha kupeleka saiti. Na kazi ya kuunganisha inaweza ikachukua muda gani? Kazi ya kuunganisha haina muda specific kwa sababu moja, inategemea na ukubwa wa kazi. Kuna kazi ambayo kuunganisha tunaweza kachukua siku moja, kuna kazi ambayo kachukua siku mbili, siku tatu na kwenda kwa hiyo, inategemea na kazi ambayo tutakuwa tumeipata, lakini haina muda specific kwamba unaweza ukasema siku moja, hapana hata mteja before mjaaza kazi ni lazima muone, mshafanya tathmini ya kazi, nakubaliana hii kazi ndani ya siku tatu siku nne tutakuwa tunakukabidhi. Kwa hiyo huwezi kumwambia mteja siku nne nitakukabidhi, wakati kazi naweza kachukua siku tano, a sio? soko lipoje, unaliona unalionaje? soko la watu wenye magari wanajitokeza kupata vivuli? Watu wenye magari wanajitokeza kwa sababu jua ni kali na jua linaharibu magari. Kwa hiyo nanyi ndo mnaombea jua liyezidi kuwa kali hapana ili mpate oda? Sisi hatuombee jua liwe kali, kwa sababu yeah, hii ni ishu ya riziki. Kitendo cha sisi kuomba jua liwe kali, pia tunaombea na mtu ambaye hana hela apate hela anunue gari. Kwa hiyo sisi maombi yetu sio jua, maombi yetu ni watu wanunue magari. Kwa sasa una vijana wangapi ambao mnashirikiana nao? Maana awali wazo lilitoka kwa wewe, lakini umesema kama una vijana takriban karibia sita ambao mnafanya kazi kwa pamoja, si yes, tu, tupo sita. Hmm. Lakini pia sio kwamba hawa vijana nimewaajili. ni katika hali ya upambanaji tumeamua kuungana, hmm, kwa ajili ya kufika sehemu fulani, hmm, kwenye maisha. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tunapata riziki, familia zinaenda na welo, siiyo? <laughs> <laughs> mimi ni CEO lakini pia wengine na wenzangu pia ni ma CEO. Utendaji wetu wa kazi hautofautiani. Tunachofanya kwa mfano, kukiwa na kazi ni issue ya kuorganize, kwamba kesho wataenda hawa site, then wengine labda watakuja ofisini kwa ajili ya kufanya kazi nyingine. Lakini kama ikitokea kukawa na kazi mbili au tatu, tunaweza tukajigawa wote tukaenda site, ofisini akabaki mtu mmoja kwa ajili pia baadhi ya shughuli ambazo zinakuwepo hapa ndogo. kwa hiyo nndaji wetu ni kama hivi. Kazi mimi, cha kwanza imenisaidia ku kunikutanisha na watu wengi, cha kwanza. Cha pili imenifanya niamini kwamba kitu ulichokisomea unaweza usikitumia kwenye maisha yako. Mm -hmm. Kwa sababu mimi sasa hivi ilikuwa nabidi nafanya kazi maabara, lakini nipo huku mtaani napambana pambana na chuma, kazi za chuma hizi za watu wa mekaniko <laughs> Kwa hiyo hapo sasa imenifanya, imenikutanisha na no watu wengi sana, imenifanya nimetembea karibia Tanzania nzima, nimeenda sehemu mbalimbali. Kiukweli imenisaidia, naweza kusema imefanya mpaka maisha yangu hapa nilipo ni tofauti kwamba Kasa, ya, mm, yale, katika, kudimuza, kwanza huwa anapenda kuambia vijana kitu kimoja, maisha sio magumu kama wanavyofikiria na pia sio mepesi kama, ah, ah, kama wanavyofikiria shua, maisha sio magumu kama wanavyofikiria na pia kama wanavyofikiria, pia unabidi uwe katikati, usiwe upande mm -hmm. mmoja usiwe upande mmoja kati ya hizo sehemu mbili, cha kwanza hatukatazi watu kusoma watu anabidi wasome na, wa na kama kuna kozi anaipenda mtu anahitaji kuisoma, lakini ili uwe, tuweze kukutofautisha wewe na mtu mwingine ni lazima uwe unafikiria mara mbili ya au kufikiria kawaida, kwa sababu kitendo cha wewe kukosa ajira ya kitu ulichokisomea sio sababu ya wewe kuto kuendelea na maisha. Fursa zipo nyingi, ni namna ya mtu kukaa kufikiria anaweza akajitumi vipi maisha akaendelea, lakini kitendo cha mtu kufikiria kwamba labda kitu alichokisomea na atakuja kukifanya kwenye maisha, hiyo notion, mimi wanapenda watu wasio nayo, kwa sababu uhalisia wa maisha ukiwa darasani na ukitoka darasani kuja mtaani ni vitu viwili tofauti. Wengi sana mimi, hata marafiki zangu ambao nimesoma nao, wengi walikuwa na notion. Tulikaa mtaani karibia miaka miwili mitatu, watu bado wanaamini watakuja kuajiriwa. Mimi nikaamua kukwiti, nikapita upande wa pili, lakini kuna baadhi mpaka leo hawajaajiriwa na wapo bado wanaamini kwamba watakuja kuajiliwa, kitu ambacho unaweza ukajikuta unapoteza muda. Kwa sababu moja, vijana wengi wana aibu, huwa hawapendi kufanya kazi ambazo zinaonesha kama mtu thamani yako ni ya chini. Lakini ukija kuangalia vitu vingi ambavyo watu wanafanya vinapelekea wanadharauliwa kwenye jamii, ni vitu ambavyo unakuta yule mtu kila siku ana familia yake na familia yake inaishi, na hujai kumkuta sehemu akiwa anaomba. Yeye anafanya kazi zake, anapata hela, familia yake inaenda, lakini kuna watu pia kwenye jamii wanakuwa wanakataa kufanya hizo kazi, sababu anataka anafanya kazi kazi ya ofisini. Sasa kazi za ofisini nazo sio zote, wote hatuwezi kuamua kwa kutukapendeza tuseme tuende kufanya kazi ofisini, kwa hiyo <laughs> nabidi tujigawe ili maisha yaende. Yes, lakini notion ya kupenda kazi za kuajiriwa pekee vijana nabidi waache, waje mtaani wapambane ni maneno ya Bwana Prosper, asante sana, ingawa Prosper, yes. Prosper ndiye aliyeibua uwazo na kulianzisha. Kazi hii haiwezi kufanikiwa kwa juhudi za mtu mmoja, hapo ndipo tunapokutana na timu yake kila mmoja akiwa na jukumu maalum katika kuhakikisha vivuli vinakidhi viwango. Fundi rangi ndiye anayehakikisha kila kivuli kinaonekana safi, maridadi na kivutio kwa mteja. Kisha yupo kijana mchomeleaji ambaye mikono yake imara inahakikisha kila fremu ya kivuli imesimama kwa uimara na usahihi. Uh, mteja mara nyingi anapendea rangi ya dark grey kwa sababu hiyo inachelewa kupauka hata ukipaka, ipo vizuri kwenye chuma, muonekano wake ni mzuri. Dark grey green, ambayo ndio kijani, mara nyingi inategemeana na pendekezo la mteja, lakini watu wanapenda sana dark grey sababu inaonekana vizuri ukisimama kwa mbali, hata muonekano wake, ubora wake uh, upo imara sababu hizo rangi tunachanganyia na dawa, ili hata ikinyesha mvua kidogo, inakuwa ipo imara, chuma ipati kutu kiurahisi kutokana na dawa na matirio tulizochanganyia. Rangi tunapakia site kwa mteja, maanake kazi zetu sisi mara nyingi tunafanyia nyumbani kwa mteja, tunapakia site kwa mteja. Changamoto ipo, inategemeana na kama mjaelewana na mteja. Changamoto lazima kidogo iwepo, labda mpaka rangi afu yeye akasema jalizia rangi. Hizo ni changamoto ndogo ndogo, lakini mnaelewana na mteja, kama mwelewa anakuelewa kuelewa Ah, mteja alielewa uzi wake, dawa zetu ni za rangi, kwa hiyo kuna rangi utakayopaka tena, alafu utakuja upake rangi anayo itaka mteja. Ah, changamoto ni hususan ni mvua, labda na mteja pale unapompelekea kazi yako mishu siku unafanya kazi alafu mteja akaja mabadiliko ya changamoto ni ya. Mabadiliko pale unapofanya kazi ambapo mteja hajalizia na kazi yako, lazima kutakuwa na changamoto ila mm -hmm. Kiufupi si nafanya kazi alafu, badu, lambda, ama, um, na vile navotaka mteja, kisha kutokea mkamfanyia mtu kazi halafu bado akabadilisha, labda ama ikawa kinyume na matarajio yake. Ha, kwa sisi bado haijatokea changamoto hiyo na hatuwezi kufanya hivyo situkali kwa k mimi nilisaidia kwa sababu nilikuwepo na malengo ya kufanya kitu kama hichi. Na hadi kwa sasa nina malengo nayo na kazi yangu nzuri. Najivunia kuwa na kazi kama hii. Kikubwa ni kupambana, vijana, kazi zipo na ajira zipo, ninapoamua kufanya kitu kufanya. Katika dunia ya leo fursa zipo kila kona, na mara nyingine ni zile ambazo hazijafuatwa na wengi ndizo zenye nafasi kubwa ya mafanikio, ambapo zinahitaji vijana wachangamfu wabunifu na wasioogopa kujaribu jambo jipya. Mpaka hapo, sina la ziada. Jina langu ni Mkwaji Masatu.